Tumezungumza sana kuhusu ajira, na hili nalirudia tena hapa. Mimi nilishauri kama tunaona hatuwezi kuwaajiri watanzania wote kupitia ajira poto, ajira hizi tuzigawe kwenye halmashauri. Kila halmashauri, wewe ajira zako ishirini, wewe ajira zako kumi, wewe ajira zako thelathini. Wakikosa kupata mtu mwenye elimu hiyo ambayo inatakiwa kwenye hiyo ajira, watairudisha ile ajira, utapeleka mkoa mwingine lakini utaratibu wa kuwaleta wote pamoja, hivi hivi vyeti mlivyowapa mnavikagua, unasema hichi cheti cheti chako original kabisa hichi, alafu baadaye unamuingiza kwenye mtihani, mtihani wa dakika moja ndio umkoseshe mtoto ajira. Haiwezekani, haiwezekani. Tuna wa stress watoto wetu. Hii si sawa. Wewe umekagua cheti chako cheti cha ualimu, mtu anasoma zaidi ya miaka mitatu, yani wewe unakuja kumpa mtihani wa dakika mbili, unafuta yote haya masomo yote leo, soma miaka mitatu yanaonekana hayana maana kwa sababu ya mtihani wa dakika mbili. Ah, hii si sawa. Kama uwezo wetu tunaajiri watu 15, tuseme bwana eh hey, ajira elfu 15 tunazigawa katika halmashauri mashauri nendeni mwajiri bila kusumbua watu kuwajaza hapa. Wanakuja wanalala nje, watoto wa watu wanakuja na nauli za kukopa. Wakija hapa wanaishi maisha magumu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Hii si sawa. Badala ya kuondoa kero tunazalisha kero. Hii inakuwa si sawa. Kwani ukisema kwamba tuna uwezo wa kuajiri watu elfu 15, leteni vyetu ukavikagua ukawaajiri. Si jambo limeisha. Sasa leo hivi unakuja unanipa mtihani. Mtihani wenyewe wa dakika moja, alafu huu mtihani wa dakika moja unaniondolea sifa yote niliyosoma, alafu huyo huyo aliyefeli mwaka huu amekosa mwakani anafaulu. Hii inakuwa si sawa. Kwa hiyo ni lazima tuwatendee haki kabisa eh, tuwatendee haki wananchi wetu.